18 ndo tuko tunawakamua na pamoja au 60. Kuna wengine ambao bado wanamimba mpaka sasa hivi bado hawajapata kupata mtoto. Bn, kwa mtu ambaye hafahamu, ama anahukua ni mara yake ya kwanza, ng'ombe wa maziwa ni ng'ombe yupi na ni ng'ombe wapi ambao wanastahili kwa ajili ya kupata maziwa mengi? Tunaposema ng'ombe wa maziwa, ng'ombe wa maziwa ana sifa tofauti tofauti na pia tuna aina tofautitofauti tu ya ngombe wa maziwa. Tukisemea aina ya ngombe ya maziwa ambao wanapatikana kwa nchini kwetu hapa ni Friesian, kuna Jersey, Ayrshire pamoja na Brown Swiss, lakini ngombe ambao wanakuwa waidi katika utoaji wa maziwa mengi ni tunatumia sana, sana sana hawa ngombe wetu wa Friesian. Friesian ni ngombe aina ambayo wanatoa ma maziwa mengi sana kwa kipindi cha kwa mwaka mzima unaweza ukapata zaidi ya lita 500. Hujambo mtazamaji wa maco TV, na karibu leo hii. Tumetembelea unit ambapo wanahusika na ufugaji wa ng'ombe, na nahisi wewe mtazamaji unauwiwa na ungependa kufahamu zaidi ni fursa zipi ambazo zipo kwenye upande wa ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. So, kabla hujaondoka, naomba usubscribe na pia naomba utazame video hii mpaka mwisho ambapo tunaenda kujifunza kutoka kwa wataalam ambao wanafuga ng'ombe hizi hapa, ili na wewe uweze kuriplikati ama uanze mji wako wa ufugaji wa ng'ombe mtazamaji. Hapa tunakutana na msimamizi ama farm manaja wa eneo hili hapa ambaye atatufundisha ama atatuelekeza ni kwa namna gani ni mambo gani ambayo yanatokea hapa, na wewe nahisi utajifunza vitu vingi zaidi. So bila kupoteza mda, nimkaribishe ajitambulishe, yeye ni nani na hapa anafanya kazi gani? Kwa jina anaitwa Ruben, ni manager wa farm ya Dereketo ng'ombe wa maziwa, na tuko hapa tuna manage ng'ombe wa maziwa wa aina tofauti tofauti. Karibuni sana. Okay, kwa unit yenu hii hapa hapa kuna ng'ombe wangapi mpaka sasa? Ha, kwa sasa tuna tuna ng'ombe zaidi ya 60 na ng'ombe 18 ndio tuko tunawakamua na pamoja au sitini, kuna wengine ambao bado wana mimba mpaka sasa hivi, bado hata kupata mtoto. Rubeni, kwa mtu ambaye hafahamu ama anahukua ni mara yake ya kwanza, ng'ombe wa maziwa ni ng'ombe yupi, na ni ng'ombe wapi ambao wanastahili kwa ajili ya kupata maziwa mema? Tunaposema ng'ombe wa maziwa, ng'ombe wa maziwa ana sifa tofauti tofauti, na pia tuna aina tofauti tofauti ya ng'ombe wa maziwa. Isemea aina ya ng'ombe ya maziwa ambao wanapatikana kwa nchini kwetu hapa ni Friesian, kuna Jersey, Ayrshire pamoja na Brown Swiss, lakini ng'ombe ambao wanakuwa waidi katika utoaji wa maziwa mengi ni tunatumia sana sana, sana hawa ng'ombe wetu wa Friesian. Friesian ni ng'ombe aina ambayo wanatoa maziwa mengi sana kwa kipindi cha, cha mwaka mzima unaweza kupata zaidi ya lita 500. Uh, tunaposema ng'ombe wa maziwa lazima awe na sifa mbalimbali sifa. Ya kwanza ng'ombe wa maziwa lazima tuangalie kiwele, kiwele chake lazima kiwe cha aina fulani, ambapo ni wide kidogo, iwe kubwa kubwa, na pia ng'ombe wa maziwa uh, kwa mwonekano tu wa bodi lazima awe triangle. Tunapozungumzia triangle, it means upande wa nyuma awe ametanuka kidogo amechongoka kwa upande wa mbele. Pia ng'ombe wa maziwa tuna, tunajua ukubwa wa tumbo. Ukubwa wa tumbo unatuonyesha kwamba huyu ng'ombe ni mzuri katika uzalishaji wa maziwa. <coughs> E, tunaposema maziwa, maziwa yana faida nyingi tofauti tofauti. Kwanza ni upande wa nani, uchumi uta zalisha maziwa utaenda kutauza. Pia maziwa unaweza kutumia kama lishe nyumbani, na maziwa pia ni dawa. Dawa inaondoa sumu mwilini. Naam, karibuni sana. So kwa uzefu wako Ruben, mpaka sasa umefanya kazi hapa kwa muda gani? kwa hapa na mwaka na nusu. Na kwa experience yako unaona kwa average kwamba kwa siku ng'ombe hao wanatoa maziwa kiasi gani? kwa siku kwa ng'ombe mmoja tunamkamua mara mbili ambapo siku ya asubuhi na jioni. Asubuhi utakuta anatoa maziwa lita kumi na jioni anatoa lita kumi au chini ya hapo. Na hivi sasa lita moja inawezwa kwa shilingi ngapi huku shambani? Kwa shambani utapata lita moja kwa shilingi elfu moja mia mbili na utakapoenda mjini, maana watu wa mjini wanakuja kuchukua maziwa shambani hapa basi kule utauziwa kwa lita elfu moja, elfu mbili na hivi leo sasa mke anataka kuanzisha mradi wa ng'ombe wa maziwa anahitaji kufahamu nini na ni vitu vipi ambavyo anahitaji awe navyo ili aweze kuwa na shamba ambalo lina mafanikio makubwa yaani awe na maziwa mengi uh, pale unapotaka kuanzisha shamba la, ma, la ng'ombe wa maziwa kwanza cha kwanza lazima uwe na eneo eneo ndio itaditamani ufuge ng'ombe wa wangapi, eh, wa aina gani na kondisheni ya hilo eneo. Pia tunaposema unataka uanzishe mradi wa ng'ombe vitu gani ambavyo unatakiwa uwe navyo? Kwanza lazima umwandae mtaalamu wako, usije ukaanza shughuli ya shamba kama hauna mtaalamu au hauna utaalamu na ng'ombe wa maziwa, maaki utakosea sehemu ndogo tu utashangaa haupati faida ya aina yoyote ile. Na hivi leo, kwamba mtu akianza kuanza utaratibu wa kufuga ng'ombe inamchukua muda gani mpaka kuja kuanza kupata faida ama kupata maziwa yenyewe? Na unaposema kwamba mtu apate faida kwa muda huo huo, haitawezekana, kwa sababu itaditamani kwamba wewe umechukua ng'ombe wa umri gani na sisi kama wataalamu tunashauri umchukue ng'ombe kipindi amesha, ashafikia mwaka mmoja au miaka miwili, huyo unaweza ukamfanyia breeding make akaweza kupata mimba. Na tunaposema umshauri mkulima aanzishe shamba la maziwa, basi tunatakiwa uanze katika e, stage ya chini kabisa ambao steji ya chini, lazima umpate ng'ombe ambaye yuko vizuri, hana changamoto yoyote ile kiafya kwanza, na afya yake iwe nzuri, pia umejiandaa katika swala la lishe, make ng'ombe wa maziwa anahitaji lishe kubwa sana. Okay, tutafika kwenye huo upande wa lishe, ambapo tutaelekeza ni, ni, ni, ni lishe zipi ambazo zinahitajika kwa mtu kuwa nazo ili aweze kupata ng'ombe wa maziwa wenye afya ah. Na wanapoonekana kama hapa shambani kwenu, na kabla hujafika huko kote sasa, maanake ng'ombe wa maziwa ni kila wakati wowote anatoa maziwa, au ni kama wale ng'ombe ambao tunaona kwamba mpaka tu akiwa amezaa ndio atakuwa anatoa maziwa ah? ng'ombe anatoa maziwa tu pale punde anapozaa anapoza. Na akishafikia umri fulani tunamwachisha kwa ajili ya kumwandaa na uzao mwingine ambapo ng'ombe anachukua eh, anabeba mimba kwa miezi tisa. So akishakuwa na mimba pale akishazaa hey, hey, ndo bacho, ataanza kutoa maziwa pale ndo kipindi ambacho ataanza kurelis maziwa na hapa umesema kwamba kuna ng'ombe ambao wanatoa maziwa kuna ng'ombe wenye mimba na kuna ambao hawajafika wakati wa kutoa maziwa mm -hmm. tofauti yao ng'ombe hao ni uh, katika upande wa dei reketo tuna steji kama tatu kama sio nne. Steji ya kwanza ni kafu. Kafu ni ndama. Akishatoka katika steji ya ndama, anakuja katika wina. Wina ni yule ambaye tunamwachisha kunyonya e. Katika hii steji wanakuwa ni jike na dume, pale wanapoanza sasa kufikia, steji ya kuna heifa na kuna buli Tunaposema stage ya heifa ni ule sasa anakaribia sasa kufanywa nini breeding. Na bull pia tuna aina mbili, kuna bull ambaye tutamhasi ambaye huyo atakuwa hazalishi na ambaye hatutamhasi ambaye huyo ndo atakuwa kwa ajili ya nini ya kufanya breeding. Kuendeleza kizazi. Ehe, kwa ajili ya uzalishaji. Na heifa manake ni ngombe jike. Ni ngombe jike. Ambaye anajiandaa kwa ajili ya uzazi, yeah. Harafu bull ni ng'ombe ng'ombe dume ambaye anaandaliwa kwa ajili ya kufanya breeding. Okay, hapa nilipo hapa sijaona ndama wengi, manake awa ndama wako sehemu gani? Ah, kwa upande wa hapa tupo katika ng'ombe wa, wa, nani wakubwa. kuna upande ule wa pili kule ni calf pens, kule ndo tunafuga tuna, tuna nani ndama kule nikiangalia jinsi hii structure ama jengo lilivyo, hivi ni tofauti na majengo mengine ambao watu wanafuga ni hivi, faida na au kwa nini mlianza kufuga kwa staili hii hapa, yani kuwa na jengo ambalo liko na namna hii? Uh, kwa upande wa ng'ombe tuna structure tofauti tofauti, na hii hapa unavyoiona ni, ni sehemu ya resting area ya, ya kao au ya ng'ombe ambapo hapa atapata maji na atapata chakula na structure hao tunashauri, eh, lijengwe eneo la, la, la bati liangalie mashariki kuelekea nini magharibi, ambapo tunashauri hivyo. Kwa sababu gani? Kipindi jua linachomoza litapita upande wa upande wa bati make na ng'ombe wetu hata paje hata chomwa na jua wala kupata na mvua. Ukikosea katika utengenezaji wa banda utashangaa nani production yako ya maziwa inashuka. Na, na jinsi hii nani hii flow jinsi ilivyo hapo. Ah, ni ya concrete kokoto. Faida yake nini hii? Ah, uh, kwa sababu hawa wanatumia kwatu kwa hiyo lazima tuwaeke concrete flow na sio vizuri ukamwacha katika matope, maana atakuwa ana, kuna changa, kuna magonjwa mengi ya, ya ng'ombe kama, kama vile foot and mouth disease, ugonjwa wa kwato na midomo. Hii inapelekea na kwamba chini kwa flow, ni mbovu inasababisha kuoza kwa kwato, okay. Na tumezungumzia ni namna gani ng'ombe wanavyofanyika. Najua somo inaweza kuwa refu. Kabla hatujafika huko, sasa ni ipi changamoto zaidi ambayo nyiye mnapitia kwenye ufugaji wa ng'ombe? ama lengo la kuuliza swali hili hapa ni kwamba hata mfugaji ama mkulima anayetaka kuingia kwenye hichi ajipange, kwa changamoto zipi ambazo nyinyi zinawakumba hapa, na solution zipi ambazo mmeziweka either kwenye upande wa technical ama upande wa mazingira tu kukinga ng'ombe wenu dhidi ya magonjwa ama whatever changamoto ambazo takawa mmezipata. Okay, changamoto ambayo inapatikana sehemu ya ng'ombe wa maziwa sana sana ni magonjwa. Kuna ugonjwa mkubwa ambao unaathiri sana ng'ombe wa maziwa, tunasema ugonjwa wa kiwele, wataalamu wanaita mastitis. Hii mastitis ni bakteria, bakteria ambao wanashambulia kiwele cha, cha ng'ombe. Utakuta kipindi unakamua ng'ombe anatoa e, damu e, eza usaha. Sasa pale utadetect kwamba huyu ng'ombe anaumwa na nini ugonjwa wa, nani, wa mastitis ambao tunaita ugonjwa wa kiwele. na unaotibuje huu ugonjwa? Huu ugonjwa unatibua na dawa tofauti tofauti, tunatumia penicillin strip eh, kama antibakteria ni ya kuchoma. Pia tuna ile inaitwa intramammary infusion, ile ni sindano ambayo unaichoma direct katika nani ile, eh, wanasema kwenye ile chuchu, kwenye kile kitobo cha cha, cha chuchu unachoma pale, sisi moja moja kwa kila chuchu. Pia tunasema u, ili ku, ku, kuzuia huo ugonjwa tunauzuia vipi? Ili uzuie ugonjwa, lazima uwe msafi katika ukamuaji wako. Kabla hujakamua lazima umsafishe eh, kiwele chako vizuri kwa maji ya mvuguvugu, ili uweze kumstimulate yule ng'ombe kutoa nini, maziwa. E, na sio sio tu nani, usafi wa ng'ombe, lazima wewe kwanza uwe msafi. Unajua maziwa yanahitaji usafi. Ukikosea ya katika ukamwaji, basi unakuwa umeharibu maziwa yako. Unajua kwamba changamoto moja kati ya changamoto ambayo ipo kwa sasa kwa wafugaji ni marisho. Na tumeona migogoro mingi sana inayotokea kati ya wafugaji na wakulima. Changamoto kubwa ni marisho. Sasa tungependa kujua kwenu ninyi hapa na ng'ombe wengi ambao mko nao hapa, ni kwa namna gani mnaweza ku kupata chakula cha kuwalisha ng'ombe hawa kwa siku zote ambao wako hapa. Uh, kwa upande huo wa malisho tunazo bado mbalimbali ambazo zenye malisho tofauti tofauti. Kwa upande wetu hapa shambani tuna malisho ya aina ya elephant grass tuna ris gayana e, na atamara e, ya nyasi ambazo huwa zinapenda sana na ng'ombe wa maziwa, na ukitumia sana hayo majani yanazalisha sana vitamini za e, kutosha na minerals za kutosha ambazo zinapelekea katika uzalishaji wa maziwa unakuwa ni mkubwa. Pia hatulishi si tu majani peke yake, kipindi ambacho tunamkamua yule ng'ombe, tunampatia concentrate hizo concentrate zinampelekea yule ng'ombe azalishe maziwa mengi. Na kwa kawaida ng'ombe hapa, huwaga feeding schedule yao ipoje? Yani namna ng'ombe hapa tunafanyaje kwa siku? Oh, oh. kwa siku tunamlisha mnyama kutokana na body, eh, body weight yake kwamba mnyama ana kula uzito wa ilo yake yeah. Mnyama anakula uh, anakula majani kutokana na uzito wake. Kama mnyama ana kilo mia mia mbili basi tuna estimate kwamba huyu anaweza kala kilo tano ama kilo sita kwa siku na hapa manake ndo ukiamka asubuhi ndo anapewa hizo concentrate ama concentrate. Kwa mtu ambaye hafahamu nini concentrate, ni aina ya vyakula mchanganyiko ama tunasema ratio, ambapo kuna kafu ratio, kuna kao ratio eh, kuna bulu ratio. Hizo hizo concentrate zina mchanganyiko wa vyakula tofauti tofauti Mfano kuna pumba ya mahindi, kuna soya, kuna mashuga eh, kuna... eh, sa, eh, eh, eh, ya nzeti, tuna chumvi ndani yake, kuna linsin, kuna hizo ni ingredients ambazo zinakuwa ndani ya hiyo concentrate. Na wakati nakuja hapa hivi, kuna majani ambayo nimeyaona, mengine ni, ni, ni, ni yamekauka yapo kwenye baadhi ya ambazo ziko hapa Diop. yale ni majani ya aina gani? Eh, yale ni majani hayo, ndio iliokutajia mfano gayana, ile tunaikausha alafu tunaitengenezea jamii eh, aina eh, fulani ya mkate ambao hiyo huo mkate unakuwa na kilo labda kilo sita, ambapo tutabeba kwa kwa kualisha nini. Na hizi hapa ndo trap. Pamoja pale pembeni kuna umo ndo chakula chao ng'ombe imewekea u ndio tunawapatia hichi chakula kipindi wametoka machungani au wameshatoka kukamuliwa. Kuna aina nyingi sana za mbinu ambazo zinatumika kwenye ufugaji. Hawa ng'ombe wenu waga wanaenda kuchungwa ama, ndo wale inaitwa zero grazing kwamba wanakaa Uh, hawa hapa unavyowaona kuna wakati tunafanyia free range wanaenda wanachungwa, wana anzeni, baadaye wanarudi. Pia wakikaa kama hivi resting area tunawapatia eh, nyasi kama zile za kuwaongezea tu appetite ya chakula. Ya, ya kwa hiyo maana yake mfumo huu umegawanyika, um, um, au yani, ya ni integrated isiyo aina moja na zero grazing ambapo wanakaa huko ndani tu, alafu kuna free range wanaenda kutafuta wanaenda kuchunga. Eh, katika ufugaji kuna system tatu. Kuna wale ambao wanafugwa ndani tu peke yao, alafu kuna wale wanaofugwa ndani na wanatoka nje, lakini kuna wale ambao wanafugwa nje peke yao hawakai ndani ya banda. Faida ya kutumia mfumo huu ina faida gani? Inasaidia mnyama anapata zile additives kama minerals na vitamin, katika kulisha majani ya green, pia na mazoezi anafanya, na kila siku anarudi anapumzika ndani ya bandala.